Karibuni tena katika tafakuri yetu ya huruma ya Mungu, na leo tunatazama kipengele cha kuifaidi, na ujumbe wetu wa leo unasema njooni kwangu. Katika tafakuri iliyotangulia tulianza kutafakari juu ya kuifaidi huruma ya Mungu, na tulianza kuona umuhimu wa kuikubali, kuipokea na kuikimbilia au kuifaidi Tusisahau nguzo kuu tatu za huruma ya Mungu, yaani kuitambua huruma ya Mungu, alafu kuifaidi na mwisho kuieneza. Hayo ndiyo mambo makuu matatu ya muhimu sana tunapozingatia huruma ya Mungu. Tunaposema kuitambua, maana yake ni muhimu kuitambua katika mapana na marefu yake, kwa sababu jambo usipolijua ni kama usiku wa kiza. Vile vile tunatambua kwamba shetani anaitambua sana huruma ya Mungu, lakini haifaidi, na hatutaki kumfanania shetani kuto kuifaidi huruma ya Mungu. Kwa hivyo ni muhimu sasa kwa kuwa na hiyo nguzo ya pili, yaani ya kuifaidi huruma ya Mungu, na mwisho ni kuieneza huruma ya Mungu, kwamba ni muhimu sisi kuieneza huruma ya Mungu kwa sababu tunaambiwa tuwe na huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma. Kumbe hili ni agizo kwetu kuieneza huruma ya Mungu. Sasa basi, leo tunaendelea kutafakari juu ya kuifaidi huruma ya Mungu. Shajara ya Mtakatifu Faustina wa huruma ya Mungu ina ujumbe mmoja kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo usemao, mimi ni upendo na huruma yenyewe Asiwepo mtu yeyote anayeogopa kunikaribia, hata kama dhambi zake ni nyekundu kama damu. Huruma yangu ni kuu kuliko dhambi zako na kuliko dhambi za dunia nzima. Niliruhusu moyo wangu mtakatifu kuchomwa kwa mkuki na hivyo kufungua chemichemi ya huruma kwa ajili yako. Njoo basi kwa imani, uje uchote neema kutoka katika chemichemi hii. Neema za huruma yangu huchotwa kwa chombo kimoja tu, nacho ni imani ya kuamini au tumaini kuu. Kadri mtu anavyoamini zaidi, ndivyo atakavyopokea zaidi. Sasa maneno haya tunayaona pia katika kitabu cha nabii Isaya yanayosema haya: njooni tusemezane, asema Bwana, Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zitakapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Na hii inapatikana katika Isaya 1:18 na Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hii inapatikana katika Mathayo 11 mstari ule wa 28 Mungu anatutaka tuikimbilie huruma yake anapotuambia katika Isaya hivi: Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Isaya 55 mstari wa kwanza. Tunaona jinsi Mungu anavyotukaribisha na kutupa nafasi ya kuipokea na kuifaidi huruma yake isiyo na kipimo. Kumbe basi ni jukumu letu kuchukua hatua kuitambua, kuikubali, kuipokea na kuifaidi huruma ya Mungu. Asanteni.